Vijana kutoka mkoa wa Arusha na Dar es Salaam wakionyeshana ujuzi katika uchezaji wa mchezo wa squash huku kila mmoja akitamba kunyakua ubingwa wa shindano hilo. Tamaa yao kubwa ya kushiriki mchezo huo ni kujipatia ajira na kipato kwa kushiriki mashindano ya kitaifa na kimataifa. Nachukulia tu kama ndo ajira yangu nitakuwa nacheza sana hmm. Naongeza bidii nikacheze kimataifa. Wadao wa mchezo huo hapa nchini wanaomba kusaidia kwa hali na mali ili uweze kufanya vizuri kimataifa kama ilivyo michezo mingine. Ingetakuwa ukiendelezwa hata kwenye mashule yaani, tungeweza kupata vipaji vikubwa sana, na ni rahisi kuuendeleza huo mchezo kuliko mchezo mwingine wote, kwa sababu mchezo unachezwa ndani haijalishi mnacheza kwenye mazingira, mvua inyeshe, jua liwake, nyewe mnacheza ndani, mtaifanya tu mazoezi. Tofauti na mchezo mwingine, mvua ikinyesha hamwezi kucheza. Bajeti ya TFF mwaka jana sijui ilikuwa bilioni 45, inajimudu yenyewe, lakini bado utaona hata serikali bado inaongeza nguvu yake. Sasa fikiria kwenye huyu mtu mwenye bajeti ya bilioni 45 lakini bado unaona kuna haja ya serikali bado kuongeza nguvu, kuweka motisha kila goli litakalolipwa milioni tano kila hivi. Kwa nini hizo motisha zisije na kwenye michezo mingine? Wachezaji wenye umri chini ya miaka kumi na nne kutoka klabu ya Jimkana ya Arusha na ya Dar es Salaam wameshiriki katika shindano la wazi la squash lilofanyika katika klabu ya Jimkana jijini Dar es Salaam huku wakionyeshana ushindani wa hali ya juu. Mali ya Cheto TBC, Dar es Salaam.